Tupo tayari kupokea Mwenge wa Uhuru 2025. Mwenge wa Uhuru pamoja na ujumbe wa kudumu ambao unatembezwa nao, kuna yale masuala ya eh, kuleta matumaini, kuleta upendo, lakini kuleta heshima. Ujumbe maalum mwaka huu katika Mwenge wa Uhuru ni jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Kwa hiyo Mwenge wetu wa Uhuru mwaka huu umeenda sambamba na tukio moja muhimu kubwa katika taifa letu la uchaguzi e, wa, wa viongozi wetu e, uchaguzi mkuu, kwa maana uchaguzi wa Mheshimiwa Rais, wa Bunge na madiwani. Wito wangu kwa wananchi kwanza, ili uweze kushiriki mwananchi mwenye sifa ni kwamba ni lazima uwe na kadi e, ile shahada ile ya kuweza kuweza kupiga kura, kura. Kwa hiyo kulikuwa kuna maboresho yalifanyika awamu ya kwanza katika mkoa wetu na inawezekana kwa namna moja au nyingine, wengine hawakupata fursa ya kufanya maboresho ya taarifa zao katika e, daftari la kudumu la mpiga kura. Basi um, niombe kuuma utambue kwamba kuanzia tarehe 16 mwezi huu mpaka tarehe 22 kutakuwa kuna awamu ya pili ya maboresho. Kwa hiyo kama kuna mmoja hakupata nafasi ya kufanya maboresho katika awamu ya kwanza, basi asisite kuanzia tarehe 16 mpaka tarehe 22 mwezi huu, nafasi hiyo ipo tena hii inahusisha kwamba inawezekana mtu alikuwa hajafikisha miaka 18 au wakati wa maboresho hakuwepo eneo hili, au alikuwa anaumwa, au taarifa zake atakuja kuhakiki kama haziko sawa, atapata fursa ya kuziweka vizuri. Hiyo ni moja, kwamba naomba sana wananchi wote wa Mtwara watumie fursa hii adhimu katika kuja kuboresha taarifa zao.